Wakikuomba arafis askari kwaajiliya kuongeza nguvu kwa amana na hawaw, lakini askari wakifika wale mbwe hawaonekani, hawaonekani kabisa, hata wakiwachukua na wao tni, mtuonyeshe wako wapi, wakifika hawawaona. Sasa ni kitu kimeshatokea zaidi ya mara mbili, kwa hiyo inawezekana ni tatizo hilihili linao kao <totitikia> eh, ni vizuri tukawaweka wazi tu kwamba fikia aii mahakamani, ukweli uwekwe wazi, maisha ya Mbeya, wewe la tatu, sio mwenyekiti, naamini uwanja huu haujafunguliwa, haujafunguliwa. Kwa hiyo naamini kwamba mwaka huu tutakuwa na ziara za viongozi wakubwa, tutashauriana ni yupi na lini aje atembelee afanye. Ah, la mwisho ni idadi ya ruti hii na mimi nitakiwa nitolee ufafanuzi, lakini na mimi naona ni concern. Kwa hiyo tu operator atatusaidia, huu ni mwezi kama watatu tunapata tabu sana ya ndege. sikitaka kitaka kubuku saa hizi kuondoka kesho mwingine haiwezekani, labda baada ya siku tatu nne. Lakini la pili pia bali ya muda mrefu wa kupata tiketi gharama. eh na siku nilikuwa na notice ya siku mbili ilisafiri kwa laki tisa na themanini ni bei sawa ya kwenda Afrika Kusini na kurudi na ukabaki na change. Sasa mbali na kwamba distance ya kutoka kwenye kitovu cha biashara Dar es Salaam mpaka hapa ni mbali, lakini hata mizi za usafiri zilizopo na zenyewe sio rafiki. Sasa tu operator utusaidie. Tukaambiwa mwezi wa tatu mwishoni, ndege hizo zipo kwenye service, mwezi wa tatu mwishoni, ndege zinarudi tutarudishiwa ile ndege kubwa au kama ni ndogo basi muongeze ruti. Eh hey, idadi ya wasafiri wa kutumia na miundombinu hii ni kubwa kuliko nyinyi mnavyotoa vifaa vya kusafiria eh. Kwa hiyo naomba na hili mliangalia, au kama una majibu yake tutafurahi wote kupata, uh, ufahamu.